E, bwana mtazamaji wa Trend TV, ndugu jamaa na marafiki wa Diamond Platinumz, wamejitokeza kuhusiana na hii ishu ya Diamond kuoa, ni kwamba watu wa karibu wameamua kujitokeza na kuzungumza ya kwao kuhusiana na ndoa hii ya Diamond na Zuchu, maana video zimepostiwa na yeye mwenyewe Diamond, umeona bwana eh? Lakini tumeona mama Dangote naye pia amekuja amesupport, umeona eh? Lakini pia amekuja eh, umeona, lakini baadhi ya watu wa karibu kabisa wa, mam, wa wa Diamond na wenyewe nao pia wamekuja kulizungumzia suala hilo la Diamond kuoa. Umeona bwana, kwa hiyo eh? Jambo bwana sio jepesi, jambo sio dogo, jambo limekuwa zito, jambo limekuwa na uzito wake haswa eh, maana sasa mpaka ndugu, jamaa na marafiki pia wadamu ndio wameamua kuja kusupport issue hiyo, ukiachana na Mama Dangote mwenyewe eh, kulizungumzia na kubariki ndoa hiyo. Page ya Ricardo Momo pia kuweza kutazama kwamba je, Ricardo naye pia ni moja kati ya watu ambao wako very active katika mitandao ya kijamii. Je, yeye pia anazungumzia nini au ana kipi cha kusema kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko mitandaoni? Tumeona Ricardo yeye bado amekaa kimya, lakini hawa ndugu wengine wa Diamond bwana, kuna baadhi ya vitu ambavyo wamevizungumza. Kwa mfano, kwa mfano eh, kwa mfano hapa bwana, kuna huyo hapa si mwingine kwanza kabisa, tukianza na Edi Santos ambaye e, ya ya e, ya ya yake leo ndo tunakuja kupata hizi habari za Diamond kwamba na naye pia amefunga ndoa ya Kiislamu na Zuhura, ambaye kila mtu anaelewa kabisa kama ni Zuhura, basi moja kwa moja ni Zuchu, kwa sababu Zuchu naye pia jina lake halisi ni Zuhura. Baba, Baba Levo amesema kwamba bwana, hii ni moja kati ya siri nilizokaa nazo muda mrefu. Sasa nasubiri kauli ya mzee ili, tu, ili tumwagike. Alafu akamalizia kusema kwamba maana ukweli ukikaliwa ukika, uki, kimya uongo huwa unapewa, unapata nafasi meona eh? Lakini pia Wasafi wenyewe pia wamesema kwamba bwana, nyota wa muziki nchini Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka wazi eh, kuwa amewahi alishawahi kufunga ndoa. Anyways, najua kwamba kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusiana na Diamond Platnumz kuoa wakaweka hapo, kuhusiana na ujumbe ule wa Diamond ambao alikuwa ameweka katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia Dvoice naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram na yeye akiwa kama mwanafamilia wa WCB ameweka ujumbe mfupi tu eh, kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Amesema kwamba hapa, kwanza kabisa, aliposti picha akaandika kwamba ikawe heri, lakini baada ya hapo akaja akaweka tena caption kwamba msinipigie simu, mimi mwenyewe pia nimeona tu kama nyinyi Umeona. Eh, the voice na pia ameandika hivyo kwamba eh, watu wanamsumbua kwa hiyo waache kidogo kumpigia simu kwa sababu na yeye pia ameyaona tu huko mtandaoni kama watu wengine ambavyo wameyaona. Lakini ukiachana na hilo pia, Esma Platinumz huyu ni dada wa Diamond Platinumz. Yeye yeah, amekuja amesema kwamba eh, bwana karibu chamani, alafu akamtagi pale Diamond Platinumz. Yani, kama vile amemkaribisha Diamond katika chama cha wanandoa, lakini hajamtagi Zuchu, amemtagi tu Diamond so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa kwa hiyo ukiwa kama mdau, nadhani utakuwa unaelewa nini ambacho kinaendelea ni kwamba Diamond bwana, ni kama vile ameamua kuoa. Ndugu jamaa na marafiki walikuwa na maoni hayo, ikiwa baadhi ya ndugu na watu wa karibu wa Diamond walikuwa pia hawana habari kwamba hili jambo limetokea kisirisiri ghafla, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Una mtazamo gani kuhusiana na hii issue? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.